Wanawake na Samia ni taasisi ambayo yasiwa katika mkoa wa Geita, lakini kwa sasa hivi imesambaa mikoa yote ishirini na sita lakini pia na Zanzibar, Wanawake na Samia ipo. Lengo kuu ya kuanzisha taasisi hii ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanawake wanajinua kiuchumi, lakini pia kupiga ukatili wa kijinsia kutunza mazingira, kutoa elimu katika afya ya mama na mtoto na mambo mengi ambayo yanafanywa na taasisi. na lengo kubwa ni kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mama yetu kipenzi, ambaye tuliona kazi kubwa anayoifanya. Sisi kama wanawake tuliona tuungane kwa pamoja tuweze kumuunga mkono. Wanawake oye! Ndugu mgeni rasmi, pamoja na kuhakikisha kwamba wanawake wanajikwamua kiuchumi, mpaka sasa hivi wanawake hawa, programu hii iliweza kutolewa na Mheshimiwa rais mama Samia Suluhu Hassan ambayo inaratibiwa na wanawake na Samia nchi nzima. Mpaka sasa hivi takribani wanawake na mabinti zaidi ya laki moja wameshahitimu mafunzo hayo, ambayo wanawake hawa wanaweza kujiajiri na kuajiriwa. Lakini mpaka sasa hivi ni wanawake wanafanya vizuri sana, na mheshimiwa rais tunampongeza kwa kazi aliyoifanya kuweza kuhakikisha kwamba wanawake wamepewa fursa. Wapo wanawake ambao hawakuweza kwenda sekondari, wapo wanawake ambao hawakuweza kupata nafasi ya kwenda kusoma, lakini kupitia programu hii Mheshimiwa Rais kwa kuona jinsi gani mwanamke alivyoweza kukandamizwa kipindi kile, leo hii akasema kwamba haiwezekani, wanawake hawa nataka niwatoe katika utegemezi, kuhakikisha kwamba kila mwanamke anajitegemea, kwani ukimwelimisha mwanamke utakuwa umeelimisha jamii nzima, lakini pia hata familia itaweza kuheshimika. Haya mafunzo yamefanyika kuwapa uwezo, kuwapa ufundi stadi na namna ya kuweza kujisimamia. Tunatambua serikali yetu imekuwa ikitoa mikopo mbalimbali lakini lengo la Dkt. Samia kama alivyosema makamu mwenyekiti wa wanawake na Samia taifa, ni kuhakikisha wanaitumia ipasavyo ile asilimia thelathini katika halmashauri zetu zote, na hii itafanyikiwa tu iwapo usimamizi utakuwepo wa karibu kuhakikisha kwamba kila tenda zinapotoka zile asilimia thelathini zinatengwa na watu wanapata. Lakini kabla hajapata hiyo asilimia thelathini, kuna hii mikopo ambayo sasa inatolewa. Tumetoka kwenye milioni moja, milioni mbili sasa imekuwa zaidi ya hapo, wanaweza kupata zaidi ya milioni hamsini mpaka mia, wameweza kupata wale wafukaji wa vizimba. Kwa hiyo kwa hawa, kwa ujuzi waliopata, wakati bado mchakato Wanawake na Samia wanaendelea katika kuingiza katika mfumo wa nesti, kama ambavyo tayari mwenyekiti amesema, basi ile mikopo na yale maandiko watakaoyaandika na wakiwa tayari na vithibitisho vya mafunzo wameyapata kutoka VETA, basi wasisite kupewa hiyo mikopo ili waweze kwanza kusimama wenyewe katika makundi yao watakaokuwa wamefanya, wapewe hiyo mikopo ambayo ni mingi, ni mikubwa tofauti na ile ya awali, kwa sababu wakisubiri tu mfumo wa nesti, wanaweza ujuzi pengine pia wakashindwa kuendelea. Kwa hiyo mimi na rai yangu, na kama ambavyo nimekuwa nikisema ni kwamba sasa mikopo ya serikali katika halmashauri ni mikubwa kuliko ilivyokuwa, lakini ni ya kitaalamu zaidi, kwa sababu tayari inakwenda sambamba na maandiko. Hawa tayari ni wahitimu, wanaweza kufanya kila ambacho wanatakiwa kufanya, basi wawezeshwe ili waweze kuwa kujiandaa vizuri kuingia kwenye mfumo kupitia makundi na kampuni mbalimbali watakazoziunga. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kila ulipopita walisema ukiwa na kazi ofisini kwako kwa, nyumbani kwako kwa, watumie basi. Na mimi nawafikishia salamu, pale utakapokuwa na shughuli kwenye ofisi au ya mkoa wa wilaya, basi tukumbuke kuna wanawake na Samia wamehitimu hapa na ni mabingwa kweli kweli, hawajasikiliza hizi fursa, wazipate hizi fursa, wapate taarifa sahihi ili wawe miongoni mwa wanufaika na sio watazamaji wa fursa. Na taifa letu vijana wote wa kike wakiondoka kwenye mitaa wakapata ujuzi na sasa, serikali inasisitiza zaidi kwenye ujuzi, kwa sababu kama digrii watu wengi wanazo, kama diploma wanazo, lakini taifa haliwezi kutoa ajira kwa watu wote hao, kwa sababu uwezo wa serikali kuajiri ni mdogo na ndio maana hata ilani ya uchaguzi inasema serikali itaweka mazingira mazuri na wezeshi kwa sekta binafsi, ili sekta binafsi zikishafanya vizuri ziweze kuajiri kundi kubwa la vijana, ili watoke mitaani na waweze kujitegemea.